Kwa majina anaitwa Ana Lukindo, mimi ni diwani wa kata ya Mbezi Juu. Uh, siku ya leo nimepata fursa ya kuhudhuria forum uh, ya CRC <laughs> ambao ni wenzetu ambao wao wamejikita kwenye mambo, mambo mengi lakini hasa hasa kwenye mpango wa uh, uboreshaji wa uzazi salama kwa rika vijana pamoja na uh, jana balee nimefurahishwa sana na uh, forum hii nimejifunza vitu vingi sana lakini, kwa ujumla wake uh, tumeona namna ambavyo uh, vijana wa kike wanata, uh, maboresho yanatakiwa yafanyike kwenye upande wa uh, sheria ya Ndoa ya mwaka 1971 bm uh, ili kuwalinda mabinti wa kike uh, kwenye maswala mazima ya ndoa, ufungaji wa ndoa kwa sababu wanaonesha kabisa pale mtoto akiwa na miaka kumi na nne anaweza akafunga ndoa kumi na nne, kumi na tano. Hivyo tume, tunaona kabisa kwamba hayako sawa, lakini pia tumezungumza upande wa uh, kimila, tumezungumza upande wa kidini namna ya kusimamia zoezi hili la uboreshaji uh, wa afya ya uzazi salama na wenyewe pia tuna, tumeona kwamba wakishirikishwa pamoja na vijana wenyewe uh, inaweza ikasaidia kwenye jamii yetu nipekee kabisa, naomba nipongeze sana sana CRC si Uh, kwa namna ambavyo wamekuwa wakichechemua uh, mambo haya ambayo kiukweli sisi kama vijana ambao tuko katika mitaa yetu tulikuwa hatujui mambo mengi, lakini mimi nikiwa kama kiongozi nimepata vitu ambavyo vya kwenda kueleza na kufundisha kwenye jamii yangu na kuelekeza hasa hasa kwa upande wa vijana na namna nzuri ambavyo tunaweza tukawa na vijana ambao uh, wamesimama kwenye maadili mazuri na kuweza kusimamia pia kwenye swala zima la uzazi salama.